Serikali imesema lugha ya Kiswahili Tanzania imekuwa na kufikia kuwa lugha ya saba duniani huku Baraza la Kiswahili Tanzania BAKITA likifungua vituo 17 kwenye mataifa tofauti duniani kote ili kuendelea kukuza lugha hiyo. Kutoka jijini Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba na taarifa zaidi. Haya yameelezwa jijini Dodoma na Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Profesa Palamagamba Kabudi, wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu mafanikio ya miaka minne ya serikali ya awamu ya sita. Kiswahili kwa sasa ni miongoni mwa lugha saba kubwa zaidi duniani. Serikali ya awamu ya sita katika kipindi cha miaka minne imefanikiwa kufungua vituo kumi na saba vya kufundisha Kiswahili kupitia balozi za Tanzania katika nchi zifuatazo: Ufaransa, Korea Kusini, Uholanzi, Italia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Mauritius, Sudan, Nigeria, Zimbabwe, Msumbiji, Uswisi, Afrika Kusini, Ethiopia Ujerumani na Uturuki. Kuhusu kusimamia maslahi ya waandishi wa habari na maadili yao, Profesa Kabudi akawa na haya ya kusema: serikali ya awamu ya sita katika kipindi cha miaka minne imefanikisha kuanzishwa kwa bodi ya ithibati ya waandishi wa habari kama ilivyoelekezwa na sheria ya huduma za habari sura ya 229. Bodi hii ambayo ni ya kwanza kuanzishwa tangu kupitishwa kwa sheria hiyo ilizinduliwa rasmi tarehe 3 Machi 2025. Haya ni mafanikio makubwa na ya kihistoria katika kulinda na kukuza uhuru, ubora na uwajibikaji katika sekta ya habari na kuipa taaluma ya uandishi wa habari heshima na hadhi inayostahili kama moja ya taaluma muhimu sana duniani kutoka jijini Dodoma Roda Simba Channel 10